Na mtazamaji wa Faida Online TV dada yetu huyu anaitwa Mwajibu Saidi ni mkazi wa maeneo ya Pacha ya Mbae Manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Uh, anasumbuliwa na mguu wake muda mrefu hivi na eh, anapitia mazingira magumu kwa sababu, kwa una sababu anadai kwamba unamuuma muda mrefu, anashindwa kufanya shughuli zake, kwa hiyo mekuja kuzungumza naye kwa ajili ya kuweza kupata undani wa taarifa hii. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Mtu wa feedback nami. Huu mguu umeanza tokea mwaka juzi. Chanzo cha mguu niliona tu unavimba, umevimba umevimba umevimba, baadaye ukaanza kujiwasha, nilivyojiwasha ukatokea na vipele fulani vivyo tokea fulani. Kuna siku ikawa nimelala nikaona vitu vinanitembea. Kwa sababu wale kuona vitu vinanitembea nikiangalia na kutafunza. Nilipoenda zahanati kwenda kuangalia wakasema wakanipa tu dawa na kusafisha safisha, nikachoma sindano vile vidudu vikawa vimepotea. Nikaanza tena. Nilipoanza tena nikaenda hospitali moja inaitwa site Mangaka. Nilipoenda kule Mangaka naku nikachoma sindano. Nilipochoma sindano, hata hivyo hali bado, maumivu yanazidi kwa makali. Waamuzi mimi nikatoka mwezi wa tano nikaenda Mkomaindo tena wakatoboa awamu ya pili. Basi ikawa tokea hiyo, hali sio mzuri mpaka leo. Nimeuza vitu vyangu vyote, vitu vyote ambavyo nilikuwa navyo vya thamani Nimeuza mpaka vitanda, makochi, magodoro yote nimeuza, na hapa nilipo na mtoto mdogo, mtoto baba hana, kwa hiyo mimi ndo baba, mimi ndo mama kwa kila kitu. Mimi mwenyewe nipate msaada, ili nipate matibabu, ili nipate kutafuta riziki nile na mtoto, kwa sababu mimi siwezi kutembea, siwezi kwenda umbali watu, siwezi kufanya biashara yoyote, naishi kwa kusaidiwa. Mara ya mwisho baada ya kutoka pale, mimi nikaja Mtwara. Hapa nilipokuja Mtwara, nikaja nikaenda hospitali nilipompeleka mwanangu zana tofukoni, ukawa na madaktari bingwa kutokea Lindi. Nilipoenda pale kwenye lile jengo kukutana na wale madaktari, nilipoenda kukutana na wale madaktari, wakawa wamenihoji kuniuliza chanzo cha mguu, ikawa nimeeleza mwanzo mwisho. Wakanambia sasa, kwa kutaka kujilizisha, maana kila tunapozisha dalili za tende hauna, inatakiwa tufanye nini? Tukupime baadaye. Mimi wakawa wamenipima, walivyonipima, akanambia sina tende. Mzima, sawa. Baadaye yule daktari mmoja akachukua namba yangu ya simu, mimi nakushauri tembea ya nje ya hospitali mm-hmm. uende wa mbili uende faa uende wapi kipimo ndo hiki hiki ambacho wanapimia humo sehemu hizo zote hmm. kwamba itakuwa tu mambo tu mengine labda ya kishirikina sijui hmm. Nyumbani kwenu kabisa ni wapi? Mimi ni mtu wa Nangomba wilaya ya Nanyumbu hapa? Oh, eh. Mimi mjini hapa nimekuja tokea elfu mbili na, na, na sita ndio nimefika mjini hapa hiyo. hmm. Eh, ni... hali imeanza mwaka juzi mwezi wa kumi na moja ndio nilivyoona hiyo hali. yeah. Eh, kwa hivyo nilipotoka hapa tena kwenda nyumbani kwenda walau kunisaidia matibabu ndio hivyo mm. E, tumemaliza kuuza vitu vyote. sasa hivi nalala chini kama hivyo kwenye godoro. vitu vyote vya thamani nimeuza kwa ajili ya kujiuguza. nilikuwa nimepanga mm. E, chumba cha elfu ishirini na tano. kwa hiyo nimeacha nimehama kule nimehamia chumba cha elfu kumi kutokana na uwezo pamoja na hali kama hivyo. na hapa Mtwara hauna ndugu? hapa Mtwara mimi sina ndugu. Niko tu na kama hivyo majirani, kucheka nao vizuri basi, lakini kusema ndugu wa karibu kwa kweli sina. Babake mtoto yuko wapi? Babake mtoto amefariki. Kuna pango ambayo natakiwa kulipa hapa. Ndiyo. Fedha kama hiyo unaitoa wapi? Yani ndo hivyo, naomba msaada. Mguu ukiuangalia kweli kabisa ni tende, unaonekana uko na mwana tende, alafu unapimwa kitaalamu, kitaalamu sio tende ndio kitu ambacho kinashangaza, na kama akiingia kile, ndio maana labda kushauri uende kwa upande wa pili huo. Daktari mpaka anakuambia hivyo, na maana kuna vitu ameviona kwa napima, waone hicho kitu, lakini sisi kwa muonekano wa kawaida tunaona tende. Kuna watu pengine wanaweza akahitaji kukusaidia kwa kile ambacho wamekiona, namba zako za simu ambazo zinapatikana? Za namba zangu za simu ni 07 0786 07, 47 saba a na nyingine sifuri saba moja nne sita tisa kumi na saba kumi na tano. Unambia pia jana kuna damu zilikuwa zinatoka puani? E, ilikuwa inatoka puani na masikioni, e, muda kama masaa matatu hivi. Mfululizo? Ndiyo. Na wakati ule mguu ulikuwa unauma? Yaani ulikuwa unaniuma na kichwa kinauma sana, yaani mpaka usoni kufumbua macho kwa kweli ilikuwa siwezi. E, yaani hata kutoka nje jana ningekuwa umekuja ile jana, wala nisingeweza kutoka nje. Mambo yote yangeishia kule kule ndani, nakumbuka kwa sababu kwa nipigia simu wakati tunalia jana, mm. Wanasema kabla hujafa hujaumbika, ni matatizo ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anayatoa pengine kwa waja wake. Uh, lakini yote yanapita, ni kuombe kwa wewe ambao utakuwa umeguswa mara baada ya kuona video hii, basi tuweze kumsaidia huyu mama ili naye aweze kupata nafuu maisha, kwa sababu anapitia mazingira magumu, uweze kutafuta uh, fedha. Vitu vyake ameuza kwa ajili ya kuweza kujiuguza mwenyewe, unajua ukiwa na ugonjwa hali inavyokuwa na hasa ukiwa sehemu ambayo hakuna msaada wa familia, yanategemea majirani tu kwa ajili ya kuweza kumsaidia. Tumsaidie kwa ajili ya kuweza e, na yeye aweze kupata chochote. Wanasema kutoa ni moyo na sio sio utajiri. pa kufikia hapo, nimefikia tamati. Naitwa Karimu Faida. hii ni Faida Online TV asante na kwaheri.